Ah, wewe kijana jo, jo, jo, jo. We, shida nini unakimbia kimbia kwenye nchi yako hii? Nchi ya amani unakimbia kimbia nini? Ah, afadhali afande nimekuona. Kuna majambazi huku wamevamia. Sawa. Tanzania ni nchi ya amani ila kuna watu wameitoa amani. Unasema? Amani imetoweka, kuna majambazi wamevamia huku, wana silaha. Wana silaha mm -hmm. Sasa wale hawezi kututisha kitu. Mimi nimepitia mafunzo yote ya jeshi, nimekaa depo miaka mitano mm hawezi -hmm. kututisha wale. Tena kuna jambazi mwingine akajipaka mafuta mwili mzima. Sijui ana lengo gani. paka mafuta mwili mzima, ili wanateleza kweli. shida ni Afande, mbona unakuwa wewe muoga kushinda raia na mali zake? Mm -mm. Mafunzo, mafunzo mm -hmm. tuko sawa tunakuja kunyapia mafunzo haya. Twende. Umeona sasa, mimi ndo anachokuwa ananiwa na mikeka Mbona zinalilia karibu sana hizi? Hamna. Ni kama kilomita moja mm -hmm. ya kufika eneo la tukio. Usijali ngozi. Twende. Umesikia sasa Afande? Yani kuna wengine wanangoja.